Ndugu zangu Wanarukwa, sasa ule wakati ambao wananchi wote tumeusubiri kwa hamu ili tufanye maamuzi kuhusu viongozi tunaowataka unakaribia kufika, na wale waliokuwa wanasema mwezi wa kumi tuna jambo letu, jambo linakaribia kufika, hivyo inabidi kila mmoja wetu ajiandae kila mtu aangalie kadi yake ya kupigia kura ilipo, aiweke vizuri, na kwa kuwa siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko, sote hatuna budi kuhimizana na kuhamasishana kutoka mapema ili tukatumie haki yetu ya kikatiba ya kupiga kura, ishirini na tisa mwezi wa kumi. Oye kura, oye!